Alan Wasala, karibu katika The Kings na katika The King. Leo tupo na mfalme mwenyewe, na leo hii atakuwepo hapa kuweza kutujuza juu ya swala kubwa la Wydad Casablanca kuweza kwenda kucheza World Cup of the Clubs, na bado Wydad Casablanca akiwa hajaambulia chochote na hakupata matokeo yoyote. Mambo vipi? Fresh, uko fresh good kabisa. Bwana, kama ulivyosikia mada yetu, je, Wydad Casablanca ameenda kucheza World Cup ya vilabu na hakuambulia chochote kile, na usajili alofanya kama tunaona amefanya usajili wachezaji wazuri na wachezaji wenye hadhi kubwa akiwemo Stefano Lazizki pamoja na Amrabat. Mm. um, kwanza kabisa kwa namna moja ama nyingine wamefeli kwenye FIFA Club World Cup, kwa sababu ni moja kati ya timu ya Afrika ambayo haijashinda mchezo wote katika michezo mitatu, wamepoteza mechi dhidi ya Man City; wamepoteza dhidi ya Juventus pia amekuja kupoteza dhidi ya Al Ain kutokea uh, warabuni huko. Uh, kuna namna ambavyo unaweza kusema kundi lao lilikuwa gumu kidogo. Unaweza kuona wamepangiwa timu mbili kutokea Ulaya ambazo ni strong na moja, uh, Al Ain ambaye ni bingwa wa uh, Asia kule katika vilabu hivi. Unaweza kuona lilikuwa kundi gumu, lakini wao kama Wydad, nguvu kubwa waliotumia kwenye usajili haijawalipa kwenye FIFA Club World Cup, lakini naamini wakirudi katika ligi kuu ya Morocco pamoja na CAF Champions League au Confederation yoyote watakaoshiriki, watatoa ushindani mkubwa sana hapa barani Afrika. Wapo mashabiki wa Wydad de Casablanca ambao wanasema Stefano Anziski pamoja na Amrabat ni usajili ambao haujazaa chochote bado hadi sasa, na mechi zote ambazo wamepata dakika za kucheza hawakuonyesha kiwango bora. Wewe unalizungumziaje hili swala? Am um, nadhani kuhusiana na hayo maoni ya mashabiki, huwezi ukakataa maoni ya mashabiki, lakini kwa Azizi unaweza ukawaelewa. Azizi amekuwa akiingia dakika za mwishoni mwishoni, dakika sabini, sitini, themanini, lakini Amrabat amekuwa akianza na kuna namna ambavyo anavyocheza, unaona kuna kuwa na uhai kidogo katika timu. Huyo ni mtulivu sana, akiwa na mpira anaweza kuplace, ana nguvu, anajua kupiga pasi, anakimbia. Kwa kwa Amrabat nadhani ni swala la muda tu kukaa kwenye form lakini kwa Azizi namba naocheza kidogo, kuna watu pale, kuna wakina Mairula, kuna yule namba teni yao ya Kiarabu kwao, itachukua muda. Wanahitaji kuwa wavumilivu, kwa sababu wametoka katika matukio mabovu, na sasa hivi wanajenga timu. Wimbo mkubwa wa mashabiki wa Wydad Casablanca umekuwa ni Lochi. Aa, kwa maana ni mchezaji ambaye ameonyesha kiwango kikubwa sana. Pia kwa upande wako wewe umemwangaliaje Lochi na unamwangaliaje una kwa mechi za mbeleni ambazo Wydad Casablanca watacheza? Ah, Lochi ni mchezaji mzuri uh, toka kiwa Mamelodi Sundowns na Mokoena sio mjinga. Akati anahama kutoka kwenda kuifundisha klabu ya Wydad alimchukua ali pia Lochi kwenda naye klabu ya Wydad sababu alikuwa ameona ubora ambao mbao anao Lochi. Ni mchezaji mzuri sana. Nadhani katika timu ya Wydad mchezaji ambaye anaonekana kuwa ni kioo na amefanya kazi kubwa katika FIFA kabodi ni Roch. Umeona ameweza kuscore baadhi ya goli au magoli, na performance yake uwanjani inafurahisha tofauti na baadhi ya wachezaji kwa uh, uchache tu kwa uh, uchache. Mm-hmm. CAF Champions League na Wydad Casablanca msimu um, ujao je? mm. Yeah, Wydad Casablanca ataweza kufika mbali tofauti na misimu ya hivi karibuni akiwa anafanya vibaya sana hey, kwa binafsi, naamini hivyo, naamini kwa kikosi ambacho walicho nacho kama hawato achana na baadhi ya wachezaji, wana kikosi kizuri, na kuna namna uko naona wanabatu vizuri na City Juve alaini, uwezo ule wakiuhamishia katika timu zetu za Afrika Naona watafanya jambo kubwa msimu um, ah. Shukran sana Shukran. Uh, hiyo ni King Sports, mpaka wakati mwingine, usisahau kushare kusubra, kusubscribe na like pia.